Leo Februari kumi na mbili elfu mbili na ishirini na sita wanaCHADEMA kwa mara ya kwanza kwenye mwaka huu tumeingizwa kwenye majaribu, tumechokozwa. Mwenyekiti wetu afya yake wananchi wote wanaijua, dunia yote inafahamu ni mtu aliyekuwa anakwenda kupata body check up kila mwezi nje ya nchi. Leo ni miezi kumi mwenyekiti wetu hajaenda kufanyiwa body checkup katika hali kama hiyo, bado ananyimwa haki yake ya kula chakula. Mtu aliyepigwa risasi kumi na saba mwilini mwake hali yake ni mbaya, kwa kwenda kufanyiwa body checkup kila mwezi, anashindishwa na njaa. Sasa huu ni mwendelezo wa yale malalamiko aliyokuwa anayasema mwenyekiti kila siku kwamba kuna haki zake za msingi kabisa yeye kama mfungwa ananyimwa. Lakini kilichotushangaza leo, hata jaji alivyotoa muda mwenyekiti atafutiwe chakula, jeshi limekataa kumpatia chakula, limedharau amri ya mahakama. Sasa jaji anasema kulinda haki ya mfungwa, ameona airishe kesi, lakini asisahau kuchelewesha kesi kwa mtu, kwa mfungwa pia ni kumnyima haki yake. Haki ukiichelewesha ni haki unayoinyima kwa huyo mfungwa. Kwa hiyo jaji anaposema kwamba tumeangalia tuahirishe kesi kwa sababu ana haki ya kula, majaji hawa wanaongozwa na, na Ndunguru wanapaswa kujua, kesi hii kuichelewesha ni kumnyima haki Tundu Lissu na kutunyima wanachadema haki ya kuongozwa na mwenyekiti wetu ambaye tumemchagua aongoze mapambano haya. Jambo la pili, hii kesi ni ya Tundu Lissu dhidi ya jamhuri. Jamhuri ni mimi, wewe, kila mtu hapa. kesi hii kweli na maslahi na jamhuri? Haina. Ushahidi huu wanaoleta hawa watu ni kweli hawa nituwakilisha sisi jamhuri? Hapana. Tunamtaka DPP hii kesi ifutwe, haina maslahi na sisi wa Tanzania, haina maslahi na jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watanzania tunajua, hata samaki chini ya maji wanajua kesi hii ya kisiasa. Lissu wanapaswa kuwa uraiani, tuendeleze mapambano, wananchi waamue nchi yao iongozwe na nani, kama ni CHADEMA ama chama cha mapinduzi. La mwisho tunataka kesi hii iende, ionyeshwe live ili Watanzania wamuone mhaini wao huyu na waone hawa mashahidi wanaoleta ushahidi wao kuhusu huu uhaini mwana sheria, mimi kuna kitu na shangaa na ninaulizwa huko, ushahidi ulikataliwa mahakamani. Tundu Lissu anashitakiwa kwa kufanya ile press conference, na ule ushahidi wa video uliletwa mahakamani, ushahidi umekataliwa mahakamani. Kuna kesi hapo? Mimi nimeiba mbuzi, wewe umenipeleka mahakamani kwamba Lyenda kaiba mbuzi, ngozi hii nimeikuta kwake, mahakama imeikataa hiyo ngozi. Kesi ipo hapo? Asante. Tune, kwa nini tunaendelea na hii kesi? DPP kwa nini? Nchi inauza dhahabu za BOT sasa hivi kwa sababu haina fedha. Lakini tunatumia fedha, Ndunguru anatokea Iringa, majaji wengine wanatokea mikoani. Tunawalipa fedha za jamhuri kuwaleta hapa kula, kulala, usafiri. Hizi pesa ni za umma. Point, point, point. Kwa nini tunauza dhahabu maana yake nchi haina ya pesa? Kwa nini tusiokoe hizi pesa za walalahoi kwa kufuta kesi za mchongo kama hizi? Sana mwenyekiti. DPP tusikilize. Wanachadema, mmetuchokoza. Na tusije kulaumiana. Hii hatutakubali na tutapambana mpaka kesi hii kieleweke. Nawashukuru sana. Deepo.